nchi kuombea mihimili ya nchi. Haleluya! Isaya na ule mstari, rudia kwa nguvu, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, ndio Bwana ya tulie tena, Bwana ndiye mwamuzi wetu uh -huh. Bwana ndiye mfanya sheria wetu uh -huh. Bwana ndiye mfalme wetu uh -huh. Nomba, rudia tena, rudia tena, turudie kwa mara ya mwisho. Unasoma kitafakari macho kisoma. Bwana ndiye mfano wetu ehe. Yeah. Ndiye atakaye tuokoa. Haleluya. Okay, tunatafakari nini? Tunatafakari nini hapo? Tunatafakari nini hapo? Mama Ginga niambie tunatafakari nini hapo? Nirudia tena kwenye maandiko. Kwa maana mfanya sheria wetu. Bwana ndiye mfano wetu. Okay. Wewe umejifunza nini hapa? Mimi nilichojifunza yanatoka kwa Mungu au sheria inatoka kwa Mungu. Mm, Hiyo -hmm, inakuwa baraka ya namna ya kutuongoza sisi wanadamu mm -hmm, maamuzi sawa. Aha, Bwana ndiye mfanya sheria kwetu, Bwana ndiye mfanya sheria yetu. Sheria zilitoka kwanza kwa Mungu zikaja kwetu sisi wanadamu. Mungu, mm, ndiyo -hmm, anayeweka sheria sisi wanadamu nasi kuzifuata zile sheria za alafuwasamakwana ndiye mfalme wetu manake ufalme ulitoka kwanza kwa Mungu, ndipo akawapa na wanadamu pia apate kutawaa. Kwa hiyo cha kwanza Mungu, tunafuata Mungu kwanza, ndiye mfalme wetu, ndiye mfalme wetu kwandikohio Mungu ndio anaye kuwaweka wafalme mm -hmm. ndani ya nchi. Maanake kama mm -hmm. uyo mtu akuwekwa na Mungu hawezi kutawala vile ambavyo inapaswa, kwa sababu so, yeye aliwajua kwamba watu hawa ndio watakaotawala. mm -hmm. na ninachojifunza kwamba, tunapokwenda kuomba, maana tunaomba ili Mungu a, a, a, ili ya kwamba Mungu atupe wale watakaotuongoza. mm -hmm. Jamani, bwana asifiwe. Amen. Mm. Yeah. Yeah, yeah. Tusome kwa kutafakari kilichoandikwa. Tunaposema kuombea mihimili ya nchi au nguzo ya nchi, nataka na kuisaidie kitu kimoja, mwimili au mihimili ya nchi yetu Tanzania imeshikiliwa nchi yetu na mibili mingapi? Hmm. Nchi yetu imesimamiwa na mibili mingapi? Mitatu. Mitatu. Haya, moja

mahakama na serikali yenyewe, kuna bunge. Mihimili mitatu ya nchi. nenolakwanu nasemaje? kwamba Mungu ndiye mwamuzi wetu. Okay, kama Mungu ndiye mwamuzi wetu, maamuzi yanafanyika wapi? maamuzi yanafanyika wapi? maamuzi yanafanyika wapi? Iiwaai makuhani makuhani, e walalaji wakubwa, maamuzi eh, yanafanyikia wapi? Bungeni alafu na mahakamani kinafanyika nini? Bwana ndiye mwamuzi wetu, si ndio? Maamuzi yanafanikia wapi? Haki inatendekea wapi, si kwenye mahakama? Haki zako unadai wapi, si mahakamani? Kwa hiyo maamuzi ya haki yanafanikia wapi? Mahakamani. Anasema Bwana ndiye mfanya sheria wetu, sheria inatungwa wapi? Sheria inatungwa. Kwa hiyo mihimili mitatu ambayo ni bunge, mahakama n mawaziri mahakamani Mungu imeundwa na imesikia vile vile, inaongozwa na kusimikwa. Ni ngapi? Mitatu. Kwa hiyo mihimili mitatu tunapaswa kuweza kuibeba na kuiombea, kuombea bunge kinachoweza nani sheria inayoitungwa kule itungwe sheria ambayo ni sawasawa na mapenzi ya Mungu kwa sababu kitungwa sheria ambayo itakuwa na kukandamiza wewe, mwathirika utakuwa ni wewe. Lakini kwa sababu kilichosimamisha nchi jamani, bwana sio sina. Kumbuka kwa Danieli, mawaziri wenzake na maamini wakatengeneza sheria mswada, amen, wakaujadili wakakubaliana kwamba siku thelathini, na Mungu wa mfalme atawao kwenye tundu la nini. Lazima huo ni mswada, akapelekwa rais, ye akapitia nini, saini sheria. Alitungi rais? hata rais akiona jambo lake, lazima alipelekiwa, apeleke bungeni wakilijadili na ule tena kwake anafanyaje? Akisaini ule mswada unakuwa ni sheria. Sasa maamuzi yakifanyika mabaya ya bungeni, mwathirika mmoja wapo ni nani? Haki inafanyika mahakamani. Leo na jambo lako umeshindwa na sheria ifuate dini Nkaaniki anameza mwenye haki, yaani mahakama, yule ambaye anaonekana anakosa, ndiyo anaonekana ni msafi, Amen. Anaonekana mwenye haki, yaani mwenye kosa, badala ya kufungwa yuko uraiani. Wewe ambaye ndio wali wa mahakama hatujaomba. Maana haki haipatikani. Aipatikana tunapaswa ku kwenye baraza la mawaziri mwanamombewa wanajadili, amen. Sasa so, mawaziri kila waziri anakuwa na idara yake. Kuna waziri wa elimu, si ndio? Waziri wa nishati, waziri wa madini, shapitishwa kule. Mwathirika wa moja kwa moja, mlengo ni mwananchi, au umo wewe jamani? Amen.

cha Ayubu thelathini na nane mstari wa nne hadi wa sita tufike wote, thelathini na nane mstari wa nne hadi wa sita Tumefika moja, die, tatu, unasemaje? Ulikuwa wapi? Sema kama ukiwa na ufahamu wakati naweka misingi ya nchi. Kwa hiyo hata hii nchi dunia hii ina, ina misingi yake iisimamisha jamani, yeah. Mnasoma geography ina, inaelewa juu si ndio, ambayo ah, inazunguka hivi sasa. Sasa jiulize swali nini kilichosimamisha vile tufe ambao naitwa dunia ambao na sisi wanadamu tuko juu yake? Mungu anamuuliza Ayubu wakati anaisimamisha misingi, kwa sababu hata nyumba ambayo imesimama simamisha hilo, ni nini niambie, ulikuwa wapi? mm -hmm. Twendelee. Saa tano ni nani aliamrisha vipimo vyake kama ukijua eh? Au ni nani kwa nami... ta Mungu alijenga hii dunia na hii vile Njimilete... misingi yake ilikazwa eh? juu ya kitu gani? Au, ni jamani, Bwana apo sifa. Kwa hiyo kama dunia hii ina misingi, basi na taifa letu, na nini ambalo inafanya taifa lisimame? Kwa hiyo mmoja msingi ukitetereka, taifa limefanyaje? Kwa hiyo wakitaka kuharibu nyumba yako wanachukua nini? Wana bomba misingi. Kwa hiyo wakitaka kuharibu nchi wanacheza na misingi ya nchi. Jamani, nene nisikie. Aha. Zaburi kumi na moja mstari wa tatu, misingi unaposimamia ule msigo msiko unaposema, kabla ya mambo yote nataka Sala dua, na maombezi na shukrani vifanyike kwa ajili ya watokuu, una majibu hey. He. Haya, twende hapa, kitabu cha Zaburi mia moja na nne tano. Leo kwenye nchi yetu hii mitatu bunge, mnende ingia bungeni katika ulimwengu wa roho

utainua misingi wewe ule kubomoa ile kuinua misingi mingine mipya kwenye nchi yetu, kwenye bunge kuna kinachoendelea, kuna kuna mambo yanalegalega like, yaani ndivyo. Siku ile mimi mitatu wewe, ndio mtengenezaji, utaitwa mwenye kutengeneza